zake za kufunya masanja mkandamizaji, eneo la Kapunga Barari, akiendelea na shughuli kama kawaida, akishirikiana Katika hekaheka hii ni chombo mojawapo ya masanja mkandamizaji ikiwa e inavuna shamba lake la mpunga hapa Kapunga Harari kwa Mbea, kanaendelea na ukuraji kama nakoona maji umepigika mzee, kuanzia mwezi wa kwanza wa pili, wa pili wa tatu, sasa hivi sahivi unaona tuko mwezi wa nne tu tumemaliza kubaya, mwezi wa tano utavyozungumza wallet zinaanza kututumka, unaona? maana kipindi cha cha cha, cha cha cha, kilimo wallet zilivyokuwa nyembamba, cheki yani wallet yangu imebakisha hizi tu dola hizi, lakini can you imagine baada ya leo kitu kimesha kupata hapo unajua matokeo yatakuwaje? Kwa hiyo shukrani za dhati kabisa kwa ajili ya dada yangu kweli, naitwa Kaula ambaye katika hizi shoa zote za kuhakikisha huku shamba linaita, wanasimamia sho hapa, bila kumsahau mkali wa zana za kazi, yeye anaitwa Nuru Sabari, mtaaluma hatari sana. So uh, bila kumsahau mwanangu mwenyewe anaitwa Evaristo Mgie. So nikiwa na timu kama hii hapa uh, na hakika kabisa Uh, vitu vinaenda sawasawa pande hizi hapo. Kwa hiyo nikualike tu pana wane kokote kule uliko, karibu huu wakati wa mavuno. Mtakapopita home kuna wali mpya utakuwa unanukia. Eh, mwendo ni huu. Kwa hiyo tunamaliza saa hizi plot hii, tunaingia ile pale ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, tunamaliza hizi saba leo, kesho tunaanza za upande huko. Asante sana kwa kuangalia video hii. Kwa herini sana au niwasogeze kidogo muweze kuona ambavyo mpunga unakua. Um, um, kwa sababu najua kuna wengine hata hamjuagi um, vile vile mpunga unaonekana, mnauonaga tu wakati umekuwa wali. So wakati unakuwa mpunga ndio unakuwa hivi, unaona mwana wangu, hapa ndio mpunga, mamo ndani yake ndio kuna mchele ambapo nyinyi sasa ndio mnapikiaga pilau, unaelewa? mnaonaga tu mapilau, mimi napenda wali. Ngoba inaanziaga hapa hapa, ndio inapoanzia sasa pilau. Na ndio tu e, umepanda bei sana wewe. Naomba super, naomba ulionyoka, ngoba inaanziaga huko mwana wangu Kabla hujaanza kuchagua kwa kupimia ulionyoka, ujuaje mziki wake unaanzia hivi. So kama kawaida, manawani Nuru naye ana jambo la kujazia. Mimi nilikuwa nauliza, mheshimiwa, huu mpunga umeanza mwaka gani kulima? Maana yake unautunza vizuri sana. Ah, kwa kifupi, unaelewa, sisi tumezaliwa kwenye hili uh, eneo. Kwa sisi ni wakulima wa kulithi n, yani unakuwa mkulima wa kulithi, ulionaga toka mshua analima, unazaliliwa kwenye kilimo, kwa hiyo huwezi kuacha kilimo. Tukiwa kule mjini Naonaga tu vijana mnashindana eh, kufungua tushop twanguo mpaka ziuzwe na zingine ziuzwe sana. Mheshimiwa, chaupige mziki hu fasta wewe.